katika kuendelea kurudisha amani iliyotoweka huko ukanda wa gaza tume ya uchunguzi ya umoja wa mataifa imetoa ripoti kwa israel kuwa imefanya mauaji ya kimbari dhidi ya wapalestina huko gaza ripoti hiyo mpya ya tume ya uchunguzi imetoa sababu ya kuhitimisha vitendo vinne kati ya vitano vya mauaji ya kimbari vilivyowekwa wazi chini ya sheria za kimataifa tangu kuanza kwa vita na hamas mnamo mwaka 2023 sababu hizo ni kuwa wanachama wa kikundi kuwasababishia madhara makubwa ya kimbari mwili na kiakili, kusababisha kwa makusudi hali zilizohesabiwa kuharibu maisha na kuharibu vizazi huko ukanda wa Gaza. Katika kuangazia ripoti hii, pingamizi zimetanda kwa upande wa wizara, pia viongozi wa Israeli ambapo wizara ya mambo ya nje ya Israeli imesema ilikataa kabisa ripoti hiyo, ikishutumu kuwa ni ripoti ya kupotosha. Kando na wizara hiyo, afisa wa jeshi la Israel naye pia amepuuza mbali ripoti hiyo na kuita kama isiyo na msingi na kuongeza kuwa kuna nchi nyingine ambayo imefanya kazi katika hali hizi na kufanya mengi kuzuia madhara kwa raia kwenye uwanja wa vita. Hata hivyo, balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Daniel Meron amesema Israel inakataa kabisa maneno hayo ya kashfa kutoka tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa. Kando na hayo, mashirika kadhaa ya kimataifa na ya haki ya kibinadamu ya Israel, wataalamu huru wa Umoja wa Mataifa na wasomi pia wameishutumu Israel kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina huko kanda wa Gaza. Wakati hao ya kijiri, mahakama ya kimataifa ya haki yani ICJ inasikiliza kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini ambayo inashutumu vikosi vya Israel kwa mauaji ya kimbari. Ikumbukwe kuwa jeshi la Israel lilianzisha kampeni ya mashambulizi huko Gaza kujibu shambulio ambalo lijawahi kushuhudiwa na Hamas kusini mwa Israel mnamo tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, ambapo takribani watu 1200 waliuawa, na wengine 251 walichukuliwa kama mateka. Mpaka kufikia sasa takribani watu 64905 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli huko Gaza tangu wakati huo kulingana na Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamasi katika eneo hilo.